Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi pamoja na pwani ya kusini. Panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kanda ya kati, mkoa wa Manyara na Arusha, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huko maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yatarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na kwa ukanda wa pwani yote pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Pena mtazamaji kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria maeneo magharibi mwa nchi. Panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na nguruma katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, mkoa wa Morogoro, pwani ya kusini pamoja na kanda ya kati. Panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na nguruma katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, pana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 Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe moja na tarehe mbili ya mwezi wa pili. jiji la Arusha tunatarajia vipindi vya jua. ni kusiuendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema.